Unajua, inafika kipindi natamani kumwambia mke wangu kwa kamwe siwezi mkawa baba watoto wake, sababu sina uwezo wa kumpa watoto lakini, moyo una sita, una sita sana. Ni kweli kabisa, Bazoro, najua sio jambo rahisi kumweleza mke wajiwasara, hiyo nikusii tu, ndugu yangu, uendelee kutafuta njia ya tatizo lako, kaka Nimezunguka vya kutosha, nimekwenda mashariki hadi magharibi, kaskazini hadi kusini, lakini madaktari wamenambia mbegu zangu hazina uwezo wa kuzalisha mtoto. Sasa nimechoka na naumia sana kumwona mtu wangu anakosa na furaha kwa ajili yangu. Inafika kipindi najihisi sio mwanaume katika wanaume. Hapana rafiki yangu, usiseme hivyo. Kumbuka changamoto hii yeah, nikipii peke yako tu Hai, na watu wengi nao wanapitia changamoto kama hapo, hivyo ni jambo la kumshukuru. Dada zako umezeeka wapi? Msaada, msaada, jamani, msaada!

niwaache kidogo. <coughs> mashi wenzako kidogo, chochote kitu, tunajua tena, usijali, zimefika ila nawe kidogo unachangamsha. <coughs> <coughs> Haya, bwana, mimi niwache, ila zimefika hizo. Haina shida, basi msalimie dada. Haya, asante sasa. Mwambie, nikiwa sawa, nitakuja kumsalimia. Haya, hamna shida. Haina shida, shemeji. Haya, kwa heri. Karibu tena, asante. Analia. Umefanya nini? Mwanao alikuwa anachezea hapo, kuna vitu kuna machupa, dada, anaweza akajikata mtoto akaumia. Ndio mkaripie? Wewe kama nani paka mkaripie mwanangu. Nimemkataza tu, samahani. Ndio mkaripie? Mwanangu anakuja analia tena, umempiga. Ungejua uchungu, sasa nielewa. Na ilo dela. Kama pazi ya kuzimu, tena kazi umekaa mwe ndani unajilemba lemba tu. Mbona unajua kuzaa? Sasa yote yametokea ya hapa kwa ungeza ya kwa kwako. Dada wewe vipi eh? unajua za leba haya yote yanatoka wapi? Mimi nimefanya tu kumkataza asije akaumia, samani eh? Basi nisamee sasa. Sikia nikwambie zao kwako kwa kwa, ndo mkatazo mkalipia suna, sasa nielewa. Sasa yanatoka yanatoka wapi kivipi? Nimekaa na kuasia leo ukome. Jamani, jamani, jamani, jamani shida huyo mke wako mtoto alikopo anachezea hapo vitu vitu, kuna unaona hapo chini kuna viwembe kuna vichupa, anaweza akajikata. Mi nimefanya nini? nimekosea wapi? kumkataza mtoto ndo amkaripie, ndo amkaripie? Samahani, tusamee sisi, tumekuelewa ngoja nitaongea naye Hey, nakiwezekana uzana kabisa mwandan tumechoka numbanitudotundo kwani yeah. Shida nini? si wapi wapi. Nime nime nime. ya nini mke wangu, ni kosa langu liko wapi? Nimemkataza asichezee pale, ataumia mtoto. Kosa langu liko wapi? miongu weniambie nimekosea nini? tutakuachia makopo na kwenye ile makopo kuna viupa kuna viembe, na sasa mimi nilikuwa namkataza tu mtoto akaanza kulia, ile kulia mamake kaja na spidi ya radi, kaja kanichamba kwa zenyewe hadi kucha eh. mimi kosa langu ni nini? Nikosea wapi? Sijali mke wangu, mimi najua jinsi gani ninavyopitia katika haya manyanyaso, lakini usijali yataisha tu

Basi, basi, basi, yataisha tu, yani <tipas> akalo kwa mchezo huu huo, unaojua wewe eh na Nekumbea... nakwambia, nakwambiaje mwaka huu ah, yaani wewe na kugonga saba huko umesimama. Mmm, eh yeah. Wewe huyo ndio mimi, huyo wima wima, eh uone nifunge migoli saba. Wewe huyo, ah, wewe huwezi kulifunga goli saba, kufunga vizuri lazima <laughs> ya kwanza. Bwana, nataka nitoke hapa na leo, nato hadi hapa hapa. Unamwona huyo mwenzako, ajitarani mwananchi, sijui nani. Mimi ni ubaya ubwela, goli saba na kufunga wewe hapo sasa wewe usichokijua kunipiga mimi goli saba huwezi. Kama mtoto anapofanyaje anapokogeshwa vile sana. Kitu sichokijua, eh? Mimi siongeagi. Mbona umecheza mara mbili sasa? Siongeagi na watu kama nyie ambao hamna vizazi we, una kizazi wewe. Kijana Rusya, mdogo lakini una kizazi. Ushanipima. Kwa goli saba mkeo wangu unampiga zaidi ya goli saba. Ona tena mmate kushoto. Hana hata dalili ya mimba. Unatumia uzazi wa mpango. Au unasemaje? Endelea. Au unaongea unke ongea tu maneno ya kijiweni hapa haya mbili hizo. Unakaa na mtoto mzuri, pisi ya kwenda, eh? Unashindwa kuizalisha. Usito kijua bado tupo kwenye mpango tunajitafuta. Sijui unanielewa. Endelea kujitafuta. Eh, tunajitafuta. Sio una, eh, una, so, unazaazaa tu kama kuku haya. Wewe umezaa una faida gani? Faida ninayo. Ehe, kwa ndwa baba. Kama uwezi kumtia mimba mtoto, tuachie sisi. Ni kutia mimba, kwa hiyo ndio kidume wa kutia mimba hapa. Mimba wakaitwa kama makei. Usichokijua, sisi bado tunajitafuta. Aendelea kujitafuta. Eh, tunajitafuta. Mpango kiliko e, simu zitaita sana <laughs> <Nani>? <laughs> Na. Unajua huyu jamaa huyu jamaa anaishi na mwanamke mzuri, pisi la kwenda, lakini jamaa ana maajabu zilo. Hana maajabu yule jamaa? Ana ah, ma, maajabu vipi yani? Network bize, mtandao unasumbua, yaani yeah. Mkewe ni pisi moja ya kwenda, yani mtoto sijui ni wa Kipemba sijui ni wa Kizanzibari, lakini jamaa hawezi kutia mimi. Mpo mweupe ule. Huyo huyo. Ana unywele hivi umeshuka kama Mwarabu. Miaka minne ah. Jamaa mkewe tamati atemi. Yaani yule jamaa mkewe. Eh, hizo. Na kula. Kwa hiyo wewe ndio kiduma. Ndio akushenye nta mpaka unacheza maana, nyingi nyingi, yaani nyingi, mi nakupombea, nakupa ubuyu, nakufunga tu nanila. Wewe unaweza kunigonga mimi? Ah, mshamba e. <tune> tabia eh. Na wewe ukae kimya mengine hayakuhusu. Achana na mimi. Wewe ndo kama yule tu wote hapa na maajabu. Mnakaa na wanawake wazuri na sikupatia mimba. Muone kwanza. Unaniweza? Njoo kama unaniweza. Na nakusemea kwa mama yako

mimi na wewe kwa sasa si marafiki tu, mimi na wewe kwa sasa ni kama ndugu. Nalijua mwanangu, la kwangu la kwako, la kwako la kwangu. Kumbuka mwanangu, unaongoza rafiki, unaongoza rafiki yangu. Unajua shida gani ninazopitia hapa mtaani? Imefika paka kipindi watoto wadogo wananizarau mimi Kisa sina mtoto, kaka. Mke wangu akitoka nje, kila mtu anamdharau, matusi sisi, manyanyaso sisi, tunadhalilika. Kuna kitu anataka unisaidie, ya rafiki yangu. Ehe, kama mwanangu Kaka, Taji utembee na mke wangu.